Moja ya sababu inayopelekea kichwa cha ume kuweza ku, uh, kupata maumivu makali watu nasema, ni kuwa na kavu kwa kichwa cha ume ambayo tunasema ni, uh, ni irritation, lakini pia kichwa cha ume kuwa dry kabisa. Na hii ni changamoto kubwa inayosababisha maumivu uh, kwenye kichwa uh, cha ume, na hii inasababishwa na nini? Mara nyingi huwa inatokana na sabuni. Unakuta sabuni unazotumia ni kali, lakini pia inatokana moja kwa moja uh, na, na kondom ambayo unatumia kama unatumia kondomu zenye latex ni nyingi, moja kwa moja inaweza ikakupa, ah, shida. Lakini pia ni wale ambao mnaosha sana. Ndugu yangu, eh, tuiongelee pia hii wewe eh, unafahamu ndugu yangu, uume hautakiwi kuoshwa. Vile unakuta mtu anaosha ka vile anajichua. Unapofanya hivyo, unasababisha ngozi yako iwe kavu. Na dalili zipi utazipata? Kwanza unakuta ngozi yako inakauka ya uume moja kwa moja. Mbona inakaa muda wote inakauka? Kwa sababu inabidi iwepo unyevu, ndio unyevu unaolinda pia joto la pale, lakini pia kuuma na kuwashwa. Ukiona dalili hizo, basi jua uh, una ukavu kwenye kichwa cha uume. Kwa hiyo kama mwanaume una dalili hiyo, basi Daktari Jimmy yuko hapa kwa ajili ya kukupa msaada.